Kutoka maeneo mbalimbali nchini walitoa hisia zao kabla na baada ya kusomwa kwa bajeti. Baadhi wakikosoa serikali huku wengine wakisusia mchakato huo na kuendelea na biashara zao kama kawaida, wakidai kuwa hata wanapotoa maoni kuhusu bajeti hayazingatiwi. na Diego Kurima inachikiria hii nchi wamepewa 78 billion. Hakuna kitu imefanyika hapo, sababu ukiangalia sana pesa mingi wamepeleka kwa upande wa security na upande wa state house. Kwa mfano, saa hii ukiangalia Nairobi, kumechikana hakuna biashara. Ni mambo ya budget sikufuatilia. Na ile sababu kubwa yenye sikufuatilia budget ni kuwa hakuna mahali sisi tunaigiaga kwa budget. Maana kumaanisha serikali yenye inataka kufanya huwaga inafanya hata bila zizi kuchukua info involved hata tukiambiwa tuende tutoe kura za maoni za bajeti, hakuna hata sisi kusikia. By the way, nyeti sisi kusikia mali zilikuwa zinatolewa. Wakenya wengi saizi wanalala njaa, hawana chakula, vijana wanakosa kazi kwa sababu wanasema pia ushuru iko juu, kampuni zinafunga kazi, wanatorokea nchi za jirani. Hata huku katika mkoa kaskazini mashariki tuna vijana wengi sana wametorokea nchi za ngambo. Mimi nimesikia ti bajeti imesoma, sina habari kuwa bajeti imesomwa, kwa sababu hata yo bajeti ikisomwa mimi haiwezi nisaidia kama kijana, kwa sababu mimi kama kijana lazima mimi niamke chini niende nitembee ili hili nipate chakula ya kukula kesho. Wakati tunaambiwa kwamba kuna 50 billion 75 billion zimekuwa injected katika hasla fund hiyo 75 billion na mitiani, hatujui itafanyika vipi ya watoto wetu. What is on the ground is not what they have addressed. Shida kubwa ile priorities hawanjaziweka mbele katika bajeti yao. Mtazamaji baada ya taarifa